Za onyesho la tatu. Tendo hili linatokea katika chumba cha Masi. Mwakilishi mwenye chumba anawasili na kumdai Masi kodi. Masi anampigia babake na kumwambia kulipa kodi, babake anamwambia hakuna pesa, simu linaisha kocha katikati ya mazungumzo. Mtafaruku mkubwa unatokea baina ya Masi na mwakilishi mwenye chumba, na anaishia kumfungia Masi chumba. Karibuni. Hapa Masi, habari ya siku? Njema, nashukuru. Jambo pia ni salama kama mti ha? ya aakaa mi usioliwa na sana mchwa. Urembo wako ndio ambao umenitia ugumu Masi. Kama unavyofahamu imefika mwisho wa mwezi na kodi ya nyumba bado hujalipa ningeomba unipe muda angalau kidogo, nitalipa tu. Kulipe kulipe, kwa pesa gani? Sema wazazi wako walipe. Samahani, wazazi wangu watalipa. Basi walipe nini, walipe nini, wakati jitikanda wala dalili zozote za kulipa hazionekani. Vipi unaweza kujilaza kwenye chumba ambacho hujalipa kodi na kupata usingizi? Kwani hata ujihurumii?

Ah, samani sana mwanangu kwa kuchelewa kulipa kondi. Mm -hmm. Japo usikupenda kwangu ni yaliyotupata mwanangu. mm -hmm. Siku zote kumshukuru Maulana kwa yote ya yatokeao katika maisha ya binangaba. Sitamani kukufahamisha hivi lakini, kwa kuwa lisilokundi ubidi, sina njia ila nitakujuza waziwazi. mm -hmm. Mwanangu, mama yako alipata ajali wiki iliyopita na akawa mkuti wa kulazwa hospitalini. Daktari alikuitisha milioni mbili kwa ajili ya matibabu yake, na kama unavyofahamu mwanangu, pesa hizo sisi hatuzinunui kutokana na hali yetu ya kimaisha. Hivyo tuliishia kutumia kidogo ambacho tulikihifadhi kwa ajili ya mahitaji kama hayo ya kulipa kodi na mengineyo, na kwa kuwa ilikuwa hatoshi ili mbili tu tushirikishe jamaa na marafiki katika kufanya mchango, na licha ya mchango, pesa hizo mbana hazikutosha, mm hivyo -hmm, basi tukaongezea kwa njia ya mkopo, na hicho ndicho kiini asa cha kutolipa konti. Naomba ukamweleweshe mwenye hali yake mama kwa sasa. Mama hali yake si mbaya kwa sasa, anapata nafuu japo Daktari kasema ya kwamba anaendelea vyema na muda si mrefu atatoka hospitalini. Na kwa maana ana nini, pesa ya nyumba umepewa? Mimi hapa sijui nifanyeje. Naomba unionee imani na mwepe muda tu. Msichana wacha maigizo. Haya tumeyazoea. Unafanya visa tu ndipo sawa ukute kulipa kodi. Sio maigizo. Sio maigizo wala sio maigizo wala visa. Mimi mpe. Hivi ndivyo hali ipo nyumbani. Wacha ushenzi. Sasa unalia nini? Nafahamu kodi ya nyumba ulikula. Na hivyo basi nafunga chupa sasa hivi. Nihurumie tu, ukifunga sijui nitaenda wapi? Uendavo ya jusu nini? kama si hivyo basi naomba unipe kodi. hali ilivyo, mtalipa mtalipa aje? hali hivyo mtalipa nini aje? sina chochote kaka, wala sina matumaini ya kupata chochote nionee huruma au nipe muda, nitalipa tu. Dada, acha kujisumbua bure. Wakati rasilimali nazo, naomba unipe rasilimali. Rasilimali zipi? Naomba unipe muda, nami nitakulipia kodi ya mwezi huu. Kaka, una mtu wewe, sisi zote binadamu. Leo mimi naitisha, kesho kesho yako, naomba nisaidie Dada, kujeuri unao, mkono umeshindwa kulipa. Hey, maja wewe. Kaka, una mtu wewe, sisi zote tuna damu, mimi leo mhitaji wewe, kesho unaona, unisaidie. Dada, siku hizi hakuna jaburi, niunipe nikupe, maisha sio bale, Mungu